Malalamiko hayo yametolewa na baadhi ya wazazi kata ya Mkaramo wilayani Pangani kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na mawakili wanaosikiliza kero za wananchi kupitia kampeni ya Msaada wa Kisheria wa Mama Samia na kusema kuwa wapo wanawake wanafanya kitendo hicho. Kwa hakika kabisa na evidence ninayo, mama mtoto wake wa kike anafikia umri, kashafikia labda fomani, anachukua jukumu kwenda kumtia kijiti au kumpa yaani kumwambia atumie dawa za kuzuia ujauzito. Wana sheria, tulikuwa tunaomba mtusaidie, ni jinsi gani ya kutatua hili tatizo, upande wa wazazi waweze kuachana na hii mila ya kuwapandikiza watoto vijiti au kuwageia dawa, sijui sindano za majira ili kuzuia mimba. Sasa hivi mimba, mimba zimepungua kabisa, japokuwa mimba zimepungua, kuna hicho kilichopunguza mimba. Tumeshapata taarifa kule shule wanatumia vidonge kuna vidonge vinavyotumia wana wazazi wanawapa watoto na wana kinga pia, wana wanaweka vipandikizi, kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa watoto. Mmoja wa wanawake wa Mkaramo Angelina Yohana amekiri wapo baadhi ya wa wazazi wanahusika na vitendo hivyo, na mbinu hiyo inafanyika kwa kushirikiana na baadhi ya wamiliki wa maduka ya kuuza dawa za binadamu. Kiukweli tunao wanafunzi wetu wa sekondari na wa shule za msingi, tunawatia watoto wetu vijiti kweli, tunawatia watoto wetu uzazi wa mpango unaweza tukatoka hapa tukaambia bwana hospitali, tunaweza tukakataliwa. Lakini tunatoka hapa tukaambia bwana, kuna moja mbili tatu, naenda duka la dawa basi. Yule mtu anafanya nini? Anashughulikiwa kama mtoto sasa. Nitamkinga na, na nini na mimba, je ukimwi nitaweza kumkinga vipi? Kwa hiyo hili pia mimi nasema kama jamii wameliona na nyinyi viongozi wetu mmeliona, basi naona vyombo vya dola vifate mkono Anastazia Maganga, mkazi wa Pangani, anasema sababu ya baadhi ya wanawake kufanya hayo ni kutokana na kuchukua mikopo na kushindwa kurudisha, hivyo wanawatumia watoto kama chanzo cha kipato. Sababu ya wazazi wengi kuwapandikiza watoto njia za uzazi wa mpango ni kwa sababu sisi wenyewe wazazi, mtu unakuta anajiingiza kwenye mikopo zaidi ya mkopo mmoja, silaha kubwa anategemea ana binti wa miaka kumi na mbili kumi na tano Yaani umri kama huo, au under 17, ndio yuko nyumbani, wakati mie ni mwanafunzi. Kwa hiyo mtoto anaanza kushiriki vitu ambavyo sio vizuri, ili maisha yaendelee nyumbani, kwa sababu ya mikopo. Wakili na mratibu wa Mama Samia Legal Aid Campaign kwa wilaya ya Pangani Judith Kapaga amekiri kutokea kwa malalamiko hayo katika maeneo tofauti na hapa anafafanua. Akina mama tunachangia sana kuharibu watoto tunakutana na mzazi analalamika, amemkuta na mtoto wake na laki tatu kwenye begi, alafu mama biashara anayofanya hata kwa mwezi hawezi kushika elfu hamsini wa watoto kwenye mabegi tunakuta, watoto wanatembea na P2, dawa za kuzuia mimba. Watoto wa kiume fomu wani fomu fomu na wakuta na zana wanazo kwenye mabegi, wamezificha pembeni. Haya mambo nimekutana nayo shule, mtoto ndo anaeleza mama, mimi nikimpelekea zawadi ya niulizi, mtoto wako ujampa elfu moja ya kurudi na bodaboda kaletwa na kijana wa bodaboda mpaka nyumbani. ah, asante baba, nashukuru. Huo nao ni ukatili kwa watoto wetu. Afisa mtendaji kata ya Mkaramo wilayani Pangani Rashidi Kanyani anasema hawalifahamu suala hilo, hivyo kutokana na taarifa iliyotolewa kwenye mkutano huo wataendelea kufuatilia hili swala. Sisi kama serikali ya kata hatulifahamu, lakini kuanzia sasa tutaongea na kamati za ustawi wa jamii za vijiji wawezi kufuatilia haya mambo kuanzia kwa wanafunzi moja moja mashuleni, ikia kwenye vituo vya afya ili tujue swala lipo na kama lipo tuweze kulichukulia hatua zpasa. Kuna kamati itendaji, kazi ya kamati ile ni kufuatilia masuala yote anausu kijinsia, wanawake na watoto, kwa tazitumia zile kamati kufuatilia na likitambulika, moja tutapija marufuku watoto wasifanywe z hatua na kama kuna hatua za kisheria tutashikana na watu wa vyombo vya sheria kuona jinsi gani tunachukua hatua wale wanaohusika kufanya ukatili huo kwa watoto. Kutoka hapa wilayani Pangani mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.